Mimi nashukuru na namshukuru mheshimiwa kwa kuwa amenipatia msaada mzuri mwanzo na saa hii naona kama niko Ulaya saa hii, kwa sababu mwanzo kitali alikuwa natumia ni hiki, na saa hii namshukuru mheshimiwa ameniletea taa za nguvu, na namwombea awe na moyo huo huo na nampashukurani na rambirambi na rambi zetu hapa pote mtaani akiendelea. Kuna wengine wajapata, tunaombea pia. Kuna sisi tumepata, tunamshukuru na Mungu pia ambariki, mungezee nguvu na moyo huu huo, aendelee kwa hivi hivi, na wale wanampatia msaada pia ongezeke. Tunamshukuru sana mheshimiwa kwa kuletea, kutuletea huu mradi ambao unatusaidia wa mataa. Kitambo tulikuwa tunatumia kuni, mara ingine hata midude ya minazi tukaja tukatumia hizi mataza mataza za mafuta yataa, lakini sasa ukifika hapa kwangu kuna ng'aa vizuri sana kwa sababu ya hii taa. Kwa hiyo shukurani zaidi ya mheshimiwa Tumaini, nashukuru sana kwa kupata sola, iko vizuri, inawaka vizuri, twashukuru sana, twamshukuru mheshimiwa Tumaini. Wenzetu pia wanashukuru wanashukuru kuna wenzetu kama ishirini hivi wote wanamshukuru. Mtazamaji, nipo Mwamtenda huku Gombato Bongwe, kaunti ya Kwale, ambao kwamba tunafuatilia mradi wa mataa, mradi ambao umeweza kusaidia baadhi ya wananchi wa hapa Gombato Bongwe kupata umeme ama kupata mwangaza katika nyumba zao, na kwa hivi sasa bado tunatembelea ndani ya wadiino vitongoji baada ya vitongoji, ili kujua kuelewa mambo kuhusu faida za wale ambao waliweza kufaidika na mata haya ambayo inatumia kwa biashara zao ama katika majumba zao za kila uchao. Mimi nitashukuru sana kwa hizi taa. Mheshimiwa Tumaini alifanya, alifanya jambo la maana sana. Maana tulikuwa na giza. Kiukweli yani, stima huku kwetu ni ugumu kufika. Kwa sababu zilishia huko, zingine zilishia huko. Sasa huku kwetu ni giza tu. Sasa kwa upande wangu mimi nashukuru sana. So kupata hizi taa na naomba Mungu amwadalie mheshimiwa apate tena uongozi tano tena, ili arudi, na imani atatufikishia stima tu. Saa hii ni mwanzo, ameanza na si pande wa sola tu peke yake, kuna vitu vingine vidogo vidogo vyenye wanatusaidia. Alhamdulillah, tunashukuru. Hata wenzangu wote wako na mataa, saizi hatuna shida tena. Tunamwombea Tumaini au aktifu ayani, auzaidishie mengine ambayo yana tupa shida. Nashukuru sana. Tuashukuru sasa, hii mwishimiwa tuletea hizi sola huku mashinani kwa sababu town wenzetu wanafaidika na, na stima, na sisi huku kwetu stima si kama, kama kule kwa wenzetu kwa sababu stima kwetu ni, ni sehemu semu, baadhi ndio kwenye stima, lakini sasa mwishimiwa, kwa vile ambao antuletea mahesabu ya sola twafaidika sana na umradi mradi, na twashukuru Mwenyezi Mungu twaomba kesho mheshimiwa azidi kuongeza mradi mwingine zaidi ya huu. Namshukuru mzee Tumaini kurera mataa, anamsaidia Mungu ambariki urere zaidi ya hivyo vitu vya nchina. Nachukua fursa hii kwa watu wa Mlungunipa kwa kumshukuru na kumsapoti Mheshimiwa Tumaini, MCA wetu. Huku kwetu tuna shida nyingi sana lakini sahizi ni kama anaonekana bwana, huenda akatusaidia. Juzi tu alitengenezea barabara yenye inatoka Vukani kuja Mlungunipa na imeisha aya. Juzi tu akatuletea taa, hizi taa ndio tumemsapoti sana mwanzo, kwa maana huku kwetu kuna shida. Kutoka karne yaanze hakujaletwa moto huku, hakujaletwa moto na mtihani. Tunaambia watoto wanataka kufanya mm, wanataka kusoma, lakini atasoma na nini? Unless uwe na kijikorobo chako punde kinzima. Tuna mtihani mkubwa sana na tunamwombea mheshimiwa Tumaini azidi ku, kutusaidia na pia tuna imani kama hiyo 2027 tutampitisha ili atuwekezee zaidi ya hapo.